Asalamu As alaykum warahmatullahi wabarakatu, leo sisi tuko hapa, mimi kama amili wa kituo cha Jai Ukonga, tunatoa shukrani kubwa sana kwa wenzetu wa Direct Aid Society, kwa kazi kubwa walioifanya baada tu ya kuandikia barua na kuwaomba wajengalao kutoa msaada wa matibabu kwa wahitaji wetu uhudu tunaohudumia wameweza kuitikia na kuja kwa haraka sana tukwapo kusimamia kama Jai ambayo tuliwaomba waje wasaidie kwa ajili ya wahitaji wetu na wamekubali kuja kuwasaidia na kuwakimbilia viumbe wa Mwenyezi Mungu. Tunashukuru Mungu sana, tunasema kwanza, kwa kwanza alhamdulillah. Kwa majina naitwa Dr. Maua Huseni Omari ni mganga mkuu kituo cha afya cha Prince Saudi kilicho chini ya taasisi ya Direct Aid Society kinachopatikana Tabata Bima jila Ilala. Tunashukuru, namshukuru Allah kwa kukamilisha zoezi hili ambalo tulianza asubuhi mpaka muda huu. Huduma ambazo zilikuwa zinapatikana leo ni zipi na zipi? Huduma zinazopatikana leo ni kuonana na madaktari ambapo tunafanyia na vipimo kuna vipimo vya malaria, UTI, wingi wa damu, HIV. Pia kuonana na madaktari bingwa wa mifupa walikuwepo pia hapa kwa siku ya leo pamoja na dawa na ushauri kwa uwezo wetu wala sio kwa nguvu zetu, isipokuwa ni kwa rehema za Allah. Kwa hiyo tunawakaribisha tena katika zoezi hili litakaofanyika kipindi kingine. Zoezi hili huwa niendelee kila wiki linafanyika. Kwa hiyo tunawashukuru sana sana sana, pamoja na uongozi wa Maasin TV na TV nyingine ambazo zimefika eneo hili, pia na taasisi ya Jai ambayo ndio imeorganize zoezi hili, limeenda vizuri pia. Shukrani kwa ambaye anahitaji huduma hii kutoka kwenu inakuwa ni leo leo tu peke yake au huwa ni huduma zinazokuwa endelevu? Kama nilivyosema hapo awali, huduma hizi ni endelevu. Kikubwa kikubwa ni kuhakikisha wanapata hizi taarifa kutoka kwa taasisi ya JAI au wenyekiti wa mitaa au wajumbe wa mitaa, tunapokuwa tupo tayari, taarifa hizo tunazifikisha kwa hao watu husika ambao nimewataja, aidha ni JAI au ni wenyekiti wa mitaa hii au wajumbe wa mitaa hii ambao wenyewe ndo wanahusika kutoa taarifa hizo kwenye jamii yao. Tunamshukuru mama Samia kwa kusaidia katika hili pia, kutuwezesha kupata vibali ili kuendelea kutoa huduma hii kwa jamii, kwa sababu bila vibali hatuwezi kufanya kazi hii. Unalipi la kusema kwa taasisi ya Jai Ukonga ambayo imetambua uwepo wenu kwamba mbebe jambo hili zito la kuihudumia jamii? Kwanza tunatoa tuna, pongezi, tunatoa pongezi kama taasisi ya Direct Aid Society kwa wa, wanajai wa sehemu ya Ukonga kwa ku uh, organize na wananchi ili zoezi lika, likafanyika siku ya leo, sababu bila uwepo wao labda ingekuwa ni ngumu kuweza kuorganize watu watu wote hapa ambao wamekuja. Kwa hiyo nawapongeza pia nawashukuru wanajai, lakini pia nachowaomba wasiishie tu kwenye hii jamii ya Ukonga wanajai basi wawasiliane wa au wafanye wa mawasiliano na ya, wa, wanajai jamii nyingine zinazopatikana katika manispaa aidha ya Ilala au Yatemeke au Kinondoni, ili zoezi hili liwe ni endelevu kwa manispaa nyingine ambazo hatujawafikia, kwa sababu leo wapo Ukonga, labda kuna sehemu Chanika au kuna sehemu Mkuranga au kuna sehemu mbalimbali, kwao wao waorganize na wanajai wengine sehemu nyingine, ili ili zoezi liweze kufanyika jamii yani, tuguse jamii zile ambazo hawana uwezo huo wa kupata huduma kama hivi. Kwa majina, naitwa Dr. Saidi Hamadi Saidi, natokea shirika la Direct Aid Society katika kituo cha afya cha Prince Saudi Health Center kilichopo Tabata jijini Dar es Salaam. Awali ambao tayari Daktari Maua ambaye ni medical officer in charge wa kituo cha Prince Saudi Health Center alishazungumza, yote tuko hapa kwa juhudi za kumuunga mkono Mama Samia na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika harakati ya kuisaidia jamii katika mambo ya afya, huduma za afya kwa wote, akina mama, watoto pamoja na wazee. Kwa hiyo nawaombeni wagonjwa wote ambao wako majumbani muwasiliane, waje hapa kwa ajili ya kupata hizi huduma, kwa sababu hii huduma ni bure, kumuona daktari ni bure, vipimo ni bure, pamoja na dawa ni bure. Naitwa Elia Sinyelia Mkomochi, ni mwenyekiti wa umoja wa wasioona Ukonga Mazizini. Kwa kweli tumefarijika sana kwa siku ya leo kupata huduma hizi. Mara nyingi tunakuwa tunaugua, wakati mwingine unaishia tu kununua panado walao upate usingizi, lakini leo tumepata vipimo bure vya presha, sijui vya kisukari, kifua, vyote tumepata bure na matibabu tumepata bure. Tunashukuru sana shirika hili, Mungu awabariki sana, awatie nguvu, muendelee kuhudumia sisisi si, si, tu hata na wengine ambao bado hawajapata huduma kama hii ya leo. Tunashukuru sana, Mungu awabariki. Mimi naitwa Emmanuel Yola Masile ni mkazi wa Ukonga, kata ya Ukonga, kama mwenyekiti msaidizi wa kikundi chetu ambacho kinahusika na mikopo ya serikali. Lakini pamoja na kuwa na mikopo ya serikali, tunaomba kwa mtu yoyote ambaye anaweza kuja kutupiga je, au kutusaidia kutuinua. Pamoja na mikopo, tunaomba mtu yoyote atakayejitokeza aje, atupige, atusaidie, ili kama kutu, kutu, kutunani Kutuinua kutuinua kimtaji au kibiashara kim kwani tunaye tunaye akaunti zetu tuna ofisi yetu. Huyu ndugu yetu Mwaipopo tunamshukuru sana kwa vile ametutambua na anaifahamu ofisi yetu, mara kwa mara atatutembelea, alicho nacho huwa anatusaidia ili kutupunguzia maisha kutupunguzia makali ya maisha. Namshukuru Mwaipopo kwa sababu msemo wa huyo kwamba tulikuwa hatujui na hiyo jai, lakini kuku mpaka tujue jai kwa ajili ya nani Mwaipopo kwa tunaomba sisi msimu wa wenzangu, napita kwa wenzangu tu, jamani, anayojitokeza tunaomba atusaidie kama Mwaipopo anavyotusaidia sisi. Mnatuona hali tulionayo, lakini Mwaipopo yupo na sisi, na kama yupo na sisi, tunaomba hata wengine, mioyo ziwaguse, watuguse, watuone, watusaidie, na hiyo mikopo watuongezee, waje watuinue, no rangu tu, mkiwa kama akina mama nie na nadhani mnapopata mikopo huwa mnaitumia kama uh, mnaitumiaje? Katika matumizi ya hiyo mikopo kaa na ana kigenge chake, ana mtu anamsaidia mwingine, anaweza kaa na mkaa, yaani kila matumizi ni mbalimbali, kwa mwenye uhitaji anawapata kwa haraka. Eh, tuna kikundi, lakini kila mtu anaishi kivyake. Eh, kila mtu anaishi kivyake. Hata hivyo jamani yote yote vile, tuko na maombi hata yoyote akatukatia pa kuishi ni bora zaidi. Naitwa Mariamu Omari, ni mkazi wa Konga, Mombasa. Tumeambiwa anatoa huduma huduma bure kuchekea afya zetu kwao. Nimekuja kucheki afya yangu na liti la kumwambia ambaye yuko nyumbani kapata taarifa lakini hajafika. E, nawambia waje, waje wapima afya zao, maana sasa hivi huwezi kukaa tu bila kucheki afya yako. Upima ni bule na huduma bule. Hii nimependa, tunicheke afya yangu. Nimefurahi kwa kweli. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. mm -hmm. Eh, leo sisi tuko hapa, mimi kama amili wa kituo cha Jai Ukonga Sheikh Mipopo tuna tukio la kuweza eh, kuwasaidia ndugu zetu mbalimbali wahitaji. Kwanza tunatoa shukrani kubwa sana kwa wenzetu wa waaidi kwa wenzetu wa Direct Aid Society kwa kazi kubwa walioifanya baada tu ya kuandikia barua na kuwaomba waje ngalao kutoa msaada wa matibabu eh, kwenye kituo chetu, kwa wahudumu wetu, kwa wahitaji wetu tunaohudumia. Wameweza kuitikia na kuja kwa haraka sana jambo hili eh, tunawashukuru sana. Tuko hapa na wenzetu wa Aid Society katika hali ya kutoa huduma ya wagonjwa katika wahitaji wetu wahudumia. Kwa hiyo tuko hapo kusimamia kama JAI ambayo tuliwaomba waje wasaidie kwa ajili ya wahitaji wetu, na wamekubali kuja kuwasaidia na kuwakimbilia viumbe wa mwenyezi Mungu. Tunashukuru Mungu sana, tunasema wa kwanza alhamdulillah. Leo hapa tumeweza kuwa, wamepata matibabu bure yasiyokuwa hata na shilingi na vipimo vyote wamepata, eh, waj, wajane walemavu wa viungo, walemavu wa macho kama ninavyowaona, wa, ndugu zangu wako hapa watu yatima, eh, na makundi maalum wamekuja hapa eh, baada ya kuwaita na kuwaomba, na leo alhamdulillah wameweza kupata vipimo pamoja nadawa, na dawa nao wameshukuru sana, na sisi tunawashukuru sana kwa kujisi ndugu zetu hawa wa kuweza kuja wa eh, direct aid society kuja kuitikia kuja kuwakimbilia viumbe vya Mwenyezi Mungu. Ndugu zangu, tumefikia watu wa JAI Ukonga kuweza kuwaita wenzetu wa kutoa msaada wa matibabu kwa ajili ya viumbe wa ume, Mwenyezi Mungu hawa ambao tunataka kuhudumia. Tuna, kama mnavyojua JAI, tunafanya shughuli zetu katika hali ya kudumia wagonjwa wa hospitalini, wagonjwa majumbani, mayatima, makundi mbalimbali maalum yenye uhitaji. Na tunapokwenda kwa wagonjwa, tumekuwa tukipata changamoto kubwa sana. Tunakuta wakati mingine wagonjwa wameandikiwa dawa ya shilingi elfu tano wanakaa miezi mitatu hajanunua. Wakati mwingine mgonjwa namwendea pale, anatuzo tunataka pado tu anashindwa wagonjwa. Kwa mfano hapa nakuta kwamba ni wajane, ni ndugu zangu, ni chakula wanachokula kwa siku pengine ni mara moja tu, na wengine wanashindia uji. Leo kwenda kununua dawa, hela atapata wapi? hata shilingi elfu mbili ya kwenda hospitalini kuandikisha ile ganda, shilingi elfu mbili. Yatima, wajane, hawana. Wagonjwa hawa ndugu zangu ni hawana. Eh, ndugu zangu hawa ambao, ambao mnaona hapa ambao walemavu wa macho hawana, wanategemea watoke waende kuomba riziki na kipindi hiki cha mvua ndugu zangu, ni hali ni mbaya, wanabaki tu wameshinda ndani kukaa tu na kulia na familia zao. Kwa baada ya kuona ukubwa uliokuwepo wa kutaka msaada kwa wagonjwa wetu wa majumbani, tukachukua hatua za kuenda kukimbia kwenye taasisi hii, kuja waje waweze kutoa msaada wa matibabu, ambapo wameshukuru, tunashukuru, wamekuja kutoa matibabu haya na wamejionea wenyewe jinsi gani kuwasaidia. Kazi yetu kubwa sisi ni kuwatia furaha viumbe wa Mwenyezi Mungu, wagonjwa, yatima. Leo tunapokwenda kuwahudumia wagonjwa majumbani, tunapoogesha, wanafurahi. Tunapaka mafuta, wanafurahi. Eh? Lakini bado unakuta kwamba furaha yao haijakamilika kwa sababu unakuta anaumwa lakini hana huduma. Anaumwa lakini hana dawa. Anaumwa lakini hana uwezo hata shilingi elfu mbili kufika hospitalini kujiandikisha kile cheti kile. Hana uwezo huo. Yuko nyumbani amelala pale mtu ana miezi sita, miezi mitatu, kuna wale tunakuta wengine wana miezi minne, wamekimbia mpaka familia zao wamewakimbia, na hana hata hapana dawa moja kupewa. Kwa hiyo hizi tumeliona, tumuona jinsi gani sasa tuanze kupambana nao kwa kutafutia huduma wagonjwa hawa wa majumbani ya kuweza kupata matibabu umbeni. Kwa hiyo tunaombeni, vile vile tujue kwamba mgonjwa anapokupa mtu mgonjwa utamsaidia yote, lakini kama hana dawa furaha yake bado atakuwa hajaikamilisha. Na mgonjwa anapokuwa na anaumwa, tujue kabisa kwamba anakuwa ndani ya utumwa Mgonjwa yote yule anakuwa kwenye utumwa, kwa sababu hakuna anachokiwaza akiwa mgonjwa zaidi ya maradhi yake. Hawazi maendeleo, hawazi familia yake, anawaza maradhi yake yanayemsumbua kwenye mwili wake. Kwa hiyo mgonjwa, unapomsaidia akapona akawa na furaha, unakuwa umeondoa kwenye ule utumwa aliokuwa nao kwa muda mrefu. Kwa hiyo tunaombeni sana sana, na tunaomba taasisi mbalimbali nyingi na nyingi ziweze kuiga mfano wa hawa ndugu zetu wa Direct Aid Society kwa kazi kubwa waliofanya wanaefanya ya kutoa huduma za matibabu kwa wagonjwa, na tunaomba sisi mbalimbali tujitokeze, bado tuna wagonjwa wengi wengi sana ambapo hatujaweza kuwafikia kwa sababu ya bajeti ya taasisi ambayo imekuja kusaidia huduma hii. Kwa hiyo mbona sasa mbalimbali mjitokeze, mje mtukimbilie, bado tuna wagonjwa wengi sana, tuna yatima wengi sana, tuna yatima 325 tuna wajane 824 tuna walemavu wa macho wa kama hawa tunawahudumia kuna walemavu wa viungo kama ni, ni kama tunao karibu mia moja na mbili. Tunaomba mtu kimbiliane tuje tuwa, tuwa, tuwasaidie baki ya maradhi. Hawana chakula, watu hawa wanahangaika, ndugu zangu, na familia zao. Watu hao wengine wa darasa la saba wamefaulu, hawajui uniform watapata wapi, hawajui ada watapata wapi. Kwa hiyo tunaomba sana sana sana, tunawashukuru lakini tunahakikisha kwamba tunaombeni na wengine mweze kuja ili tuweze kuwakimbilia na wengine ambao hatujawafikia katika huduma hizi jina naitwa anaitwa na Abibatawaka Amira Tijai Ukonga. Tunatoa huduma ya kuhudumia wagonjwa katika hospitali ya Magereza. km leo tuko Gongo la Mboto, shule ya msingi Mzambarauni, kwa ajili ya kutoa huduma ya afya. Tumejumuika hapa kwa ajili ya kusapoti, kusapoti kazi ya kuangalia wagonjwa wenye ari ngumu kiasi kwamba maanake wapate huduma stahiki. Tunamwomba sana Mwenyezi Mungu atulinde na awalinde, atuongozee madaktari wetu, atuongozee viongozi wetu. Mungu awape wa hekima ya kufanya kazi yao, atuongoze na sisi ili tuweze kumwamini mama yetu mama Samia, imradi Mwenyezi Mungu amlinde na ape ampe afya njema <tututu> afanye kazi yake kwa ufanisi <tutu> <tutu> amuongoze na mwelekeze katika njia salama <tutu>